Assalamu alaikum brother, waitwa nani na tuko wapi hapa? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Muhammad Muhammad Mahfudh Banawabo tuko mkoe bla rahma. Unasimamia mayatima wangapi? Mimi niko na mayatima wawili. Mayatima wawili, mm. Hapo umetembelewa leo na Halal Charitable Trust uh, shirika hili zaidi linasaidia mayatima. Alhamdulillah, wewe uko nao mayatima, limekusaidia vipi shirika hili, na kabla ya msaada wa shirika hili hapo nyuma kulikuwaje na baada ya kukutana na hawa mabwana hali ilibadilika vipi? Mm, hapo nyuma changamoto ilikuwa ngumu zaidi, kwa sababu ilikuwa lazima tujitahidi kutafuta chakula, malazi e, watoto kusoma skuli, vitabu na nini, mayuniform kitu kama hivyo. Lakini tunashukuru alhamdulillah, baada ya kumana hili shirika, kwa pana chakula kidogo, limetusevu sasa changamoto zingine, kwa sababu chakula kidogo kila mwezi na chakula alhamdulillah na tusaidia. Maombi gani ambayo unataka zaidi uyapate? kwa maombi twaomba kama shirika lina uwezo na Mwenyezi Mungu akiwawezesha, pia iweze kutusaidia hivyo hivyo, kwa mfano kama malazi hivyo, kitu kingine kama watoto ambao wanasoma kwa skuli, kama ni fees, kama ni uniform, kitu kama hivyo. Allah, tarajia khairi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na natuwashukuru sana shirika hili, Mwenyezi Mungu awawezeshe, wapate uwezo waweze kutusaidia na kutusaidia na kutusaidia yeah. Tunashukuru sana nashukuru yeah. nayo kwa muda wa